Karibuni tena wa ndugu watazamaji na wasikilizaji wa radio televizioni Ngyoku, twasema asante mahali popote mulipo, na wale ambao walituandikia, hiyo ni jeshi la maji la mheshimiwa jemadari Toronto. Toronto ni kijana shujaa ambaye alipewa jina la Ichinde, anaishi mahali Lweba. Yeye ni mzalendo kweli kweli ambaye watu wanamwogopa tena zaidi. Hiyo ni jeshi lake ambalo milihakikisha kuwa uh, rasmi E, jeshi la maji au anaitwa wa mare hapo, munapoona iko kabisa na kikosi wakiwa wakishikana pamoja, na vile vile kuhakikisha kwa kwamba kikundi chake yeye anakiongoza binafsi, yani juu yake ni Mwenyezi Mungu na serikali ya Kongo, lakini haiko nyuma ya, ya mzalendo mwingine na jemadari anayeitwa kwa jina la Toronto. Yeye ana vikundi vi tatu vya kijeshi na hicho ni kipengele cha kwanza cha kikundi ambacho kinaitwa wa mare, yaani kikundi cha maji binafsi. Hapo akiwa akizungumza na kuhakikisha ya kwamba yeye ni mzalendo aliyejitoa damu na maji na maisha yake yote ili apate kutetea raia wa tarafa la Fizi, Uvira na Kongo mzima, akimsaga huyo adui anaitwa kwa jina la Mnyarwanda. Mahali pakuu au sehemu kwa au headquarter yao kije yao, hiyo jeshi la mheshimiwa jemadari anaitwa kwa jina la eh, Toronto ichindi ni pa Lweba. Lweba iko kwenye tarafa la Fizi kwenye sekta ya Tanganyika, ni mji wa kwanza kuingia musekta ya Tanganyika ukitoka musekta ya Mtambala na ni mji wa mwisho kutoka Uvira kuelekea eh, eh, sekta hiyo ya Mtambala yaani mgini wa mwisho au kijiji cha mwisho Lweba ni mahali ambapo pamejulikana ni shina vilevile vile la uzalendo, wale ambao wanaojitahidi na kujitoa ili wapate kutetea raia tarafa ya Fizi. Hapo munapoona sasa ni hawa wanaoita jeshi la maji. Hiyo ni vikosi vya jeshi la maji la mheshimiwa jemadari mkuu eh, Toronto Ecinde. Hakika anakuwa na marambo tatu yaani, hizo vedeta na vedete anavedete mbili za kizungu e, kutoka Ulaya na anakuwa na vedete ya mbao, na hapo tunapoona majeshi wote wanakuwa na silaha nzito nzito na wengine silaha ndogo, na kuna silaha ambazo zinafungwa kwenye hizo marambo e, kwa kusaga adui yaani e, ziwa la Tanganyika linakuwa eh, kabisa na usalama. Hakuna tena uporaji, hakuna tena wizi eh, sababu eh, jeshi la Mheshimiwa Jemadari eh, Toronto echinde wanadhibiti eneo zote hizi wakitafuta kabisa usalama eh, katika mji wa Kongo, wa, wa mji, mji wa Fizi Uvira, na tunaona hapo hawa vijana jeshi la Uh, la maji la mheshimiwa Jemadari Toronto ambaye amehakikisha ya kwamba yeye ndiye wanaita komanda force wa jeshi hii, na hakika imeonekana ni wazi.